Kila siku dunia inakutupia majaribu, lakini sio kila siku unapaswa kuyajibu. Wakati mwingine nguvu yako ya kweli iko kwenye utulivu wako. Huu ndio moyo wa stoicism, uwezo wa kusimama imara kwenye dunia inayotaka kukuangusha. Stoicism si kuhusu kuwa mkimya sana, ni kuhusu kujua nini kinafaa kukusumbua na nini hakiwezi kugusa amani yako. Stoics waliamini kitu kimoja muhimu sana. Dhibiti kile unachoweza kudhibiti. Acha kile usichoweza. Unaweza kudhibiti mawazo yako. Unaweza kudhibiti tabia zako. Unaweza kudhibiti bidii yako. Lakini huwezi kudhibiti maneno ya watu. Huwezi kudhibiti hali ya hewa. Huwezi kudhibiti vikwazo vinavyojitokeza. Na hapo ndipo nguvu ipo. Kama utaweza kuacha kubishana na vitu vilivyopo nje ya uwezo wako. Stoics waliamini maumivu si adui, bali ni mwalimu. Kila maumivu unayopitia leo yanakujenga kuwa mtu ambaye hutatikisika kesho. Usikimbie maumivu, yakumbatie kama sehemu ya safari ya ukuaji. Watu wengi wanategemea hisia. Stoics waliamini hisia zinapaswa kukutegemea wewe. Hata hasira ikija, usikubali ipitishe uamuzi. Hata hofu ikija, usikubali ikuzuie. Hata huzuni ikikugusa, usikubali ikuvunje. Wewe ndio nahodha wa hisia zako. Marcus Aurelius alisema, kazi yako siyo kuishi milele, kazi yako ni kuishi kwa ubora Heshima yako, uadilifu wako, nidhamu yako, hizo ndizo mali zako za kweli, siyo pesa, siyo sifa, sio kelele za watu. Dunia haitakaa iwe laini kwa mtu ambaye anataka makubwa, lakini Stoic mindset inakupa kinga, inaweka moyo wako kuwa mgumu kuliko changamoto zako. Unaamka ukiwa imara unapambana ukiwa imara, na ukidondoka unarudi tena ukiwa imara zaidi. Wakati dunia inapiga kelele, wewe tulia. Wakati watu wanakukosoa, endelea kupiga kazi hivyo. Wakati maisha yanakuwa magumu, hautayumba. Huu ndio umoja kati ya utulivu na nguvu, na hii ndio stoic mindset. Na leo ya mshenda ni mwako. Kuwa imara, kuwa shupavu, kuwa mtu asiyetikisika. Karibu kwenye Fikra Thabiti, sehemu tunapofungua fikra zako. Usisahau kusubscribe, kulike na pia comment nini tukifanyie kazi.